Nimemaliza ziara yangu ya mkoa wa Kigoma jana na nimeingia hapa usiku, ziara ambayo ilikuwa na mafanikio makubwa sana. Lakini nikiwa niko njiani nikapokea simu kutoka kwa waandishi mbalimbali, lakini wanachama na wapenzi wa chama chetu, wakinieleza juu ya sintofahamu iliyotokana na makamu mwenyekiti wetu wa upande wa Zanzibar Mheshimiwa Peter Agaton Magwila, taarifa ile ilinistua na kwa kweli haijenewi kwenye afya nzuri, ikanipa pressure kwa sababu huu ni wakati wa uchaguzi na tumekuwa tunapambana sana kutafuta kura lakini pia na kuuza sera zetu kwa wananchi. Nitanukuu kidogo e, press conference aliyoifanya Eh, makamu mwenyekiti Zanzibar, ambaye kimsingi mimi ndio mwenyekiti wa chama taifa, pamoja na kuwa mgombea pia nafasi ya rais, katiba yetu imeelekeza kwenye ibara ya 13 mbili, imesema mwenyekiti wa chama ndio mlinzi wa katiba na ndio msemaji wa chama. Makamu mwenyekiti Zanzibar jana ametoa kauli ambayo na ninyi waandishi habari ni mashahidi, baada ya kulishua klipu, nimefika majira ya saa 5 usiku akizungumza kwamba eti chama chetu kimekaa na kukubaliana na kumuunga mkono mgombea wa CCM kwa upande wa Zanzibar. Kimsingi, kama mwenyekiti, toka nilipoanza ziara yangu e, Dar es Salaam kwenda kanda ya Nyanda za Juu Kusini na hatimaye kwenda Kigoma, hakuna kikao chote cha kikatiba ambacho kimewee kukaa na kutafakari ama kutoa matamko mazito kiasi hicho. Kwa hivyo kauli hii ni ya kwake na sio ya chama, na pamoja na kukanusha lakini pia eh, kama mgombea mimi niathiri kiafya kwa sababu imeniletea mshtuko wa moyo umepelekea hata kushindwa kufanya mikutano yangu ambayo nilikuwa nime nimeiandaa ukiwemo huu wa Kahama. Kimsingi nimeuahirisha, nimefanya mjadala na maafisa wangu wa muda mrefu sana toka asubuhi, aliniambia mheshimiwa kafanye kafanye lakini afya na la dhamira yangu haiko sawasawa sawa. Kwa sababu imekuja kunitoa kuni kwenye redi kwa kweli, kwa sababu sisi tunajenga tunauza sera ambazo e, wanunuzi ni wananchi, na huko kote nilikopita na nyinyi na waandishi wenzenu wako kule wanaweza kuwa mashahidi, na taarifa za baali mnaona nimeungwa mkono kwa kiasi kikubwa sana, lakini taarifa hii imekuja kuniathiri kwa kiasi kikubwa hata kapelekea kuahirisha e, mikutano yangu hii miwili ikiwemo e, hata wa Shinyanga ambao nilikuwa nimefanya kesho Shinyanga mjini. Nadhani naweza kuahirisha nipate muda wa kupumzika ili afya yangu itengemae na kisha niendelee na majukumu mengine. Lakini kwa mujibu wa katiba yetu na mamlaka niliyopewa mwenyekiti, nimemwagiza katibu mkuu ambaye yuko Dar es Salaam leo amwandikie barua ya kumsimamisha nafasi ya makamu mwenyekiti Mheshimiwa Peter Agaton Magwira pamoja na hao nitakaowataja kama ifuatavyo. Jana kwenye press yalikuwa na mdugu na Mheshimiwa Mkude John Dijema, Salma Mateo Petro, Juma Ramadhani Kidawa, Mariamu Brash Maseka, Makame Omar Makame na Leonard Damian e, Mkongo. Hawa tumewasimamisha kwa mujibu wa katiba yetu na watapelekwa kwenye kamati ya maadili kisha shauri lao litakwenda kwenye mkutano mkuu kwa ajili ya kwenda kujitetea, ili watendewe haki. Na kule kuna adhabu mbalimbali: onyo kali, ama karipio kali, kusimamishwa, eh, kuvuliwa uongozi au hata kufutwa wanachama kwenye mkutano mkuu kwa mamlaka ambayo imemchagua. Kwa maana hiyo basi, watanzania watambue kwamba dhamira ya chama chetu kama jinsi ambavyo nilivyojifunga nira hii wakati naanza kampeni, nimekuwa nikisimama kama mtetezi wa walalahoi. Dhamira hii haijakoma na haiwezi kusitishwa na mtu mmoja. Bado nitaendelea kusimama e, kama mtetezi wa walalahoi na, na walalahoi wanipokee kwenye mikutano mingine ambayo inaendelea nayo. Nadhani kisesa naweza kuwa kwenye afya nzuri kuelekea huko Bunda na hatimaye Mwanza.